Kitabu cha wapili cha Wamakabayo sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, inayo furaha kuwakaribisha ikiwa ni siku nyingine tena nzuri ambayo Mungu anatupa kibali kukutana kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, nakukaribisha mahala popote ulipo. Unaweza ukaandaa biblia yako karibu ambapo itakupa nafasi nzuri zaidi na ukaribu zaidi wa kusoma neno lake Mungu mwenyezi, na kulielewa. Wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo Baba unatuwezesha watoto wako kuweza kusoma neno lako, tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie hekima ya Mungu ijifunue ndani yetu, ili sote Bwana tuweze kutiwa muuli wa uzima na kila mmoja wetu aweze kulielewa neno lako. Roho Mtakatifu ufunuae akili zetu zipate kuelewa na maandiko, karibu ufunue akili ya, ya kila mtoto wako alioko hapa, ili sote tupate kuyaelewa maandiko katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane. Kumbuka ni kitabu cha cha pili cha Wamakabayo sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Sura ya kumi na moja. Muda kitambo tu baada ya hayo, Lisia ndugu wa mfalme mtunzaji wake na waziri wake aliudhika sana kwa hayo yaliyotokea. Alikusanya askari wapata elfu nne pamoja na wapanda farasi wake wote akawaendea Wayahudi. Nia yake ilikuwa kufanya ule mji makao ya Wayunani na kutoza kodi ya hekalu kama ya mahali patakatifu pengine pa mataifa na kunadi ukuhani mkuu kila mwaka. Hakuijali nguvu ya Mwenyezi Mungu, bali alijivunia makuhani elfu na askari zake na maelfu ya wapanda farasi wake na ndovu zake themanini. Akaja Uyahudi akakaribia Bethsuroni, ngome imara, mwendo kama nusu maili kutoka Yerusalemu, akaihusuru. Basi Makabayo na watu wake walipopata habari ya kuhusuriwa ile ngome, wao pamoja na watu wote waliomboleza na kulia wakimsii Bwana apeleke malaika mwema kumwokoa Israeli. Makabayo mwenyewe alikuwa na wa kwanza kutoa silaha, kawaita wengine wamfuate kwa ujasiri, wawaokoe ndugu zao. Wakatoka pamoja naye kwa moyo mkuu. Hata kabla hawajakwenda mbali na Yerusalemu, panda farasi alitokea mbele yao mevikwa nguo nyeupe na kushika silaha za dhahabu. Nao wote kwa umoja walimhimidi Bwana pamoja na msaidizi wao wa mbinguni, tayari sasa kupiga si watu tu ila wanyama wakali mno na kuta za chuma kwa kuwa Bwana amewarehemu wakawarukia adui kama simba. Wakaua askari edashara elfu na wapanda farasi elfu moja na mia sita wakawakimbiza wengine wote. Katika wale waliookoka karibu wote walikuwa wametiwa jeraha na kunyang'anywa kila kitu. Hata Lisia mwenyewe alijiokoa kwa kukimbia kwa aibu. Huyu Lisia kuwa mjinga alifikiri juu ya kushindwa kwake, akafahamu kwamba Waebrania hawashindiki, kwa kuwa Mwenyezi Mungu yupo upande wao. Basi alipeleka watu kupatana nao kwa masharti ya haki juu ya mambo yote akiahidi hata kumshawishi mfalme awe rafiki yao. Makabayo akayakubali masharti yote ya Lisia, na hivyo alitenda kwa busara na kwa faida ya watu wake, maana maombi yote juu ya wayahudi yaliyoandikwa Makabayo na kumpelekea Lisia yalikubaliwa na mfalme. Barua iliyoandikwa na Lisia kwa wayahudi ilikuwa namna hii: Lisia kwa jamaa za Wayahudi, salamu. Wajumbe wenu Yohane na Absalomu wameitoa taarifa iliyoandikwa chini na kutaka kujua nia yetu juu ya mambo yaliyomo. Basi nimemwarifu mfalme mambo yote yampasayo kuyajua na haya amekubali yote aliyoyaweza. Kama ninyi sasa kwa upande wenu mtakaza nia yenu njema kwa serikali, nitajaribu tangu sasa kuitafuta faida yenu. Juu ya mambo hayo moja moja nimewaagiza mawakili yenu na yangu washauriane nanyi. Kwaherini. Mwaka wa mia arobaini na nane siku ya ishirini na nne mwezi Dioskuro. Barua ya mfalme ilisema hivi: Mfalme Antioko kwa nduguye Elisia, salamu. Kwa kuwa baba yetu ametufariki aende kwa, kwa miungu, ni mapenzi yetu raia za mfalme wetu wastarehe bila wasiwasi na kushughulika na mambo yao wenyewe wakiomba ruhusa. Tumesikia ya kuwa Wayahudi huwa hawalipendi shauri la baba yetu la kuwaongoza kwenye desturi za Kiunani bali huzipendelea mila zao wenyewe, wakiomba ruhusa kuzifuata desturi zao. Basi ni mapenzi yetu taifa hilo pia likae bila wasiwasi. Nasi tumekata shauri sasa kuwarudishia hekalu lao na kuwaruhusu waishi kwa kuzifuata desturi za wazee wao. Kwa hiyo ni afadhali upeleke watu kwao, kuwapa yamini ili wajue nia yetu, na kujituliza moyo na kushughulika na mambo yao kwa furaha. Barua ya mfalme kwa taifa la Wayunani ilisema hivi: Mfalme Antioko kwa baraza la Wayahudi na kwa Wayunani wengine, salamu. Kama mjambo ndivyo tuombavyo sisi. Huko hatujambo. Menelao ametuarifu ya kuwa mnataka kurudi kwenu na kushughulika na kazi zenu. Basi wao warudio hata siku ya thelathini ya mwezi za Nthiko watapewa yamini yetu, Wanaruhusa kutumia vyakula vyao wenyewe na kuzishika sheria zao kama zamani, wala hakuna atakayesumbuliwa kwa namna yoyote kwa ajili ya tendo alilolitenda kwa kutokujua. Nimemleta Menelao ayathibitishe hayo. Kwaherini. mwaka mia moja arobaini na nane siku ya kumi na tano ya Zanthiko. Warumi pia waliwaandikia barua kwa maneno haya: Quinto memio na tito Manio, wajumbe wa Warumi, kwa taifa la Wayahudi, salamu. Yale masharti yenu yaliyokubaliwa na Lisia nduguye mfalme, sisi pia tumeyakubali. Lakini juu ya yale aliyoyaona ya mhusu mfalme, leteni mtu kwetu mara moja, mkiisha kuwafikiria vyema, ili tutangaze masharti ya kufaa. Tunakwenda Antiokia. Basi leteni wajumbe upesi, tuijue nia yenu. Kwa heri. Mwaka mia moja arobaini na nane siku kumi na tano za nthiko. Sura ya kumi na mbili mapatano hayo yakiisha kufanywa, Lisia alimrejea mfalme, na Wayahudi walishughulika na kazi zao za shambani. Lakini maliwali wengine wa pande zile, Timoteo na Apolonio Bingeneo, pamoja na Hieronimo na Demofono na Nikano liwali wa Kipro, hawakuacha watulie na kukaa kwa amani. Watu ya wa wayafa walitenda jambo baya kabisa, waliwaalika wayahudi waliokaa nao mjini pamoja na wake zao na watoto wao wapakie katika mashua walizoziweka tayari kana kwamba hawana nia mbaya yoyote kwao. Wayahudi walikubali, wakiitegemea sheria ya mji, maana walitaka kukaa kwa amani, wala hawakuwashu shukuru neno lolote lakini, walipofika kilindini, watu wa Yafa walizamisha watu wasiopungua mia mbili na kuwafi, kuwafisha majini. Yuda aliposikia habari za ukatili huo waliofanyiwa waya, wayahudi wenzake, aliwakusanya watu wake, akamwomba Mungu mwamuzi mwenye haki Kawaendea wale wauaji wa ndugu zake usiku, akaichoma moto bandari na kuviteketeza vyombo, akaua kwa upanga wale waliojificha huko watu, akamfungia milango ya mji, akaondoka akikusudia kuja tena na kuangamiza katika watu wa Yafa wote akapata habari kama watu wa Yamnia wanakusudia kuwamaliza Wayahudi wa kwao. Vivyo hivyo, akawashambulia usiku, akateketeza teketeza bahari bandari yao na vyombo vyao, hata mng'aro wa moto ulioonekana Yerusalemu mbali na maili thelathini. Ikawa walipofika kiasi cha maili moja na zaidi kidogo kutoka pale njiani kwenda kwa Timoteo walishambuliwa na kundi la Waarabu wasiopungua elfu tano pamoja na wapanda farasi mia tano. Mapigano yalikuwa makali sana, lakini Yuda na watu wake walishinda kwa msaada wa Mungu. Wale waamaji waliposhindwa, walimwona Yuda afanye urafiki nao, wakiahidi kumpa wanyama na kuwasaidia kwa njia nyinginezo. Yuda akaona ya kuwa wataweza kumfaa kwa mambo mengi, akakubali kufanya mapatano nao wakapeana mikono, kisha wakaenda zao maemani kwao. Alishambulia mji mwingine pia uliozungukwa maboma na kuta walimokaa watu wa mataifa mbalimbali, jina lake Kaspini. Wenyeji wake wakizitegemea kuta zao imara na akiba yao kubwa ya chakula waliwadhihaki Yuda na watu wake, wakikufuru na kulaumu vibaya sana. Lakini Yuda na watu wake walimwomba mfalme mkuu wa ulimwengu, yule ambaye aliuangusha mji wa Yeriko zamani za Yoshua bila mitambo ya kubomolea au silaha nyinginezo. Wakazishambulia kuta kwa ukali, wakautoa mji kwa mapenzi ya Mungu, wakaua watu wengi wasiohesabika. Hata ziwa lililokuwapo karibu lenye upana wa robo maili lilionekana limejaa kwa wingi wa damu. Wakaendelea mbele kiasi cha maili tisini, wakafika Karaka walipokaa Wayahudi waitwao Watobu. Hawakumkuta Timoteo huko, alikuwa ameondoka bila kufanya kitu akiacha kikosi kikubwa cha askari katika ngome fulani disitheo na sosipatro majemedari wa makabayo wakaenda huko wakaua watu walioachwa na timotheo ngomeni zaidi ya kumi elfu makabayo naye alipanga jeshi lake vikosi vikosi akaweka mkuu juu ya kila kikosi akaenda mbio kumfuatia timoteo ambaye alikuwa na askari mia na ishirini elfu na wapanda farasi elfu mbili na mia tano timoteo alipopata habari ya kuja kwake yuda aliwaondoa wanawake na watoto pamoja na mizigo, akawapeleka mbele kwenye mahali paitwapo Karnaim, ngome iliyokuwa ngumu ya kuhusuriwa au kukaribiwa, kwa sababu njia za kuiendea pande zote zilikuwa nyembamba sana. Lakini kikosi cha kwanza cha Yuda kilipotokea, adui walishikwa na woga mkubwa kwa sababu ya kutoweka na maono ya yule mwenye kuona yote. Wakimbiana kasi huko na huko, hata mara moja waliumizana na kuchomana kwa panga zao wenyewe. Yuda akafuatia, akawafuatia hima akiwaua wale wabaya kwa upanga na kuangamiza watu wapatao thelathini elfu. Timotheo mwenyewe alikutwa na vikosi vya Disitheo na Sosipatro, akawabembeleza kwa uji, kwa ujanja mwingi wamwache wa, wa aende zake, akisema kwamba wazazi wa wengi wao na ndugu za wengine wamo mikononi mwake, na kama yeye aachiliwi wao watahurumiwa. Basi akiisha kuwapa kwa maneno mengi kwamba atawaacha hao waende zao, kiisha kuwapa kwa maneno mengi kwamba atawaacha hao waende zao salama, walimweka huru na kuwaokoa ndugu zao. Kisha Yuda alishambulia Karnaimu na hekalu la Tergati akaua watu ishirini na tano elfu. Na baada ya maangamizi hayo na uwaji ulioendelea Efroni na mji wenye boma alipokaa Lisia na watu wengi wa mataifa mbalimbali. Vijana wengi wenye nguvu waliopangwa ukutani kuwazuia kwa juhudi, na ndani mlikuwa na akiba kubwa ya mitambo na silaha, lakini Wayahudi walibomba mfalme ambaye alivunja nguvu za adui kwa uwezo wake, akautoa mji, wakaangamiza watu ishirini na tano elfu katika wale waliokuwamo kutoka huko wakaenda Skithapoli kwa haraka mwendo wa maili sabini na tano kutoka Yerusalemu. Lakini Wayahudi waliokaa huko walishuhudia ndia njema ya Waskithapoli na hisani yao wakati wa shida. Kwa hiyo waliwashukuru tu, wakawasi waendelee kuliangalia taifa lao kwa wema hata wakati ujao. Ndipo akaenda Yerusalemu kwa kuwa idi ya majuma ilikuwa karibu. Baada ya sikukuu iitwayo Pentekoste, walifanya haraka kumwendea Gorgia, liwali waidumia, ili kupigana naye. Akatoka kuwalaki laki na askari elfu tatu na wapanda farasi mia nne. Walipofunga vita, Wayahudi wachache walianguka, lakini Dositheo mmoja wa Watobu, mpanda farasi hodari sana, alimshika Gorgia akalikamata vazi lake na kumkokota kwa nguvu, akitaka kumtoa huyo maleuni yu hai. Lakini mpanda farasi mmoja Thraka alimjia kwa nguvu, kamtia jerabe gani, na hivyo Gorgia aliokoka akakimbia Marisa. Ezri na watu wake walipoanza kuchoka kwa vita virefu, Yuda alimwita Bwana ajionyeshe kwa yu kuwa yu msaidizi wao na kiongozi wao katika mapigano ndipo alipo alipaza mlio wa vita na nyimbo kwa lugha yao wenyewe, akawashambulia askari za Gorgia kwa ghafla, akawakimbiza. Baada ya hayo, Yuda akaondoka na jeshi lake kaenda mji wa Blunam wakajitakasa kama kawaida, kwa kuwa siku ya saba ilikuwa karibu wakaishika sh Sabato. Pale asubuhi yake askari za Yuda walikwenda kuziokota maiti, jambo lililopasa wafanye bila kukawia zaidi, na kuwaleta wazikwe na jamaa zao katika makaburi ya baba zao Ndipo alipoona talasimu chini ya nguo za kila mmoja, yaani sanamu ndogo za miungu ya Yamnia ambazo zilikatazwa kabisa kwa Wayahudi kwa sheria. Wote wakaona dhahiri sababu ya kuuawa kwao, wakamuhimidi Bwana, mwamuzi mwenye haki, afunuae aliyo ya siri wakajitia katika sala wakiomba ile dhambi iliyotendwa ifutwe kabisa. Yuda mtu mwadilifu akawaonya watu wajitenge na dhambi, madhali wameona kwa macho yao wenyewe matokeo ya ile dhambi ya wale waliokufa. Akachanga fedha kwa kila mtu, jumla drakma elfu mbili akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi, alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu. Maana hao kama singalitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wa wafu lakini kwa kuwa aliufikiri utukufu wa dhahabu wa thawabu wa iliyowekewa wale wafao kutiwa utawa wazao lake lilikuwa takatifu na la kicho, ndio sababu alifanya upatanisho kwa wafu, ili wafunguliwe dhambi yao.